Mwanadada Mange Kimambi mapema siku ya leo eh, ameamka akimchana eh, msanii wa muziki Diamond Platnumz kufuatia peji yake ya Instagram. Mwanadada huyu Mange Kimambi ameweza eh, kuongea maneno mazito sana ambayo ni kama vile eh, alikuwa anauliza wadau kwa hichi ambacho kinaendelea sasa. Eh, kumbuka kwamba siku za hivi karibuni ikiwa eh, ni siku mbili zimepita, Diamond Platnumz ameweza eh, kutoa nyimbo yake ambayo inajulikana eh, kwa jina eh, la nani. Nyimbo hiyo imeenda sana viral, watu wamekuwa wakifanyia challenge sana na hii ni kufuatia mauzui yake ambayo yamekuwa yakionyeshwa kama vile mwanamke anampokea mwanaume e, ikiwa baada ya kutoka kazini na gari usiku. So video hii zimeweza kuvutia watu wengi sana na watu wamekuwa wa wakifanya challenge namna na hii na vitu kama hivyo e, ukifuatia katika ukrasa wa page utona kabisa ameriposti hizo video jinsi yeah, eh, kama unavyoziona kufuatia nyimbo yake mpya ambayo inajulikana kama nani, so, Diamond Platinumz eh, baada ya kutoa ngoma hii ya nani, challenge hii imefanya sana so amekuja ameuliza, ame mwanadada Mange Kimambi kwa hasira sana eh, kufuatia hichi ambacho kinaendelea eh, kwa baadhi ya watu eh, waki, waki, fanya hizi challenge za wimbo huu wa nani. So, karibu nikusomea kile kitu ambacho ameweza kuandika mwanadada Mange Kimambi kufuatia page na ukrasa wake wa Instagram mapema, eh, siku, mapema usiku wa kumkia leo. So, mwanadada Mange Kimambi alikuja na kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasema kama ifuatavyo. Mimi nitanukuu jinsi kama ulivyo. Uh, mwanadada aliweza kusema hivi. Watanzania, mnaofanya hiyo challenge ya Diamond Platnumz hivi mna utindio wa ubongo nyie? Alafu e, katika upande wa caption site akaanza kuandika hivi hivi: Mtanzania, unafanya challenge ya Diamond Platnumz hivi, una laana ya mama yako? Au kweli kuna Mtanzania ana nguvu ya kufanya challenge ya msanii, tena msanii mwenye? Diamond Platnumz sisi ni juzi tu e, katoka kuwatukana nyie mkalia wendo, yani, kaweza kusema kwamba mkalia sana wewe. Leo mmesha sahau mna, eh, mnakatika nyimbo zake mmelogwa na nani nyie? Do, I say, hivi hawa wenzetu ambao bado wana akili visoda kiasi kwamba eh, anaweza kujirekodi challenge ya msanii kwenye kipindi kama hiki, hivi unalana au huu ni uzero brain uliopitiliza? hivi mnadhani hawa kina Diamond, Hawana, eh, hawaoni yanayotokea? Wanaona ile wameamua kukaa upande wenye nguvu, lakini ila nyinyi wanyonge mnashindwa kuwa kitu kimoja, bado mnawafatafata na kuwakatikia eh, eh, kuwa kuwa hao, hao wanaochamba na kuwatukana kwa kudai haki kweli. Diamond ni msanii wa Tanzania, yeyote mwenye akili timamu eh, kusapoti kazi zake, are you stupid? alafu hao hao wanaofanya challenge ndio hao, hao utasikia eh, wanasema eh, maneno sijui free pole pole. Alafu, unasupport mtu ambaye, unamsupport mtu eh wa ajabu kabisa. Hivi huku ni kulogwa au ni kukosa akili? Mbali na kwamba unamsupport mtu ambaye anam, unam, anamuunga mkono mtesi wako, hivi kwa nini unakosa akili ya kuwa Diamond Platnumz eh anafanya hivi vyote kwa sababu ametumwa aja yawatoe kwenye reli huu mwezi mzima na nyie kama eh, akiweza kuongea neno gumu kwelikweli eh, lakini akamaliza kusema kwamba mnakubali kuzidiwa akili. Hapana ise kuna jinsi ya watanzania mmelogwa. Eh, eh, hawa wasanii wanaotukana matusi wanaodharau ila watanzania bado ni ving'ang'a. Kila mtanzania a focus na mambo mengine lakini sio kuwasapoti hawa wasanii hivyo ndivyo anavyoweza kuandika Mange Kimambi, kufuatia page na ukurasa wake wa Instagram mapema eh, siku usiku wa kuamkia leo. Mwingine huyu hapa katika upande wa comment section amekuja kutoa maoni yake na kusema kwamba nimechunguza asilimia kubwa ya wanaofanya hizo challenge ni wasanii wenzake, hususan comedians na watu wenye umaarufu eh, wakati video vixen, content creators, raia wa kawaida ni wachache sana, of which hao wanaofanya hivyo tumewazoea kuona kwenye majukwaa eh. So tuko vizuri, dada Mange Kimambi, hawa nyumbu eh, tumewakamata pabaya sana. mwingine akaanza kusema kwamba, mimi nimefuta nyimbo zote za wasanii wa bongo I mean, zote. mwingine nikisafa mchongo huyu kaja kukomenti na kusema kwamba da hii kazi uliochagua ni ngumu kama kuaminisha mbuzi kuna ma haya eh. <laughs> bana mwingine akaweza kusema kwamba mi mkitaka kujua eh, ni kweli katumwa, anaposti kwenye main wapeji yake wakati ni muda eh, aliacha kupost challenge hizo, alikuwa anaposti insta story yake pekee. Mwingine akaweza kusema kwamba usijali sister, wanaofanya hizo challenge ni wale wanaoshikwa. Mwingine akaweza kusema kwamba kumbe kuna nyimbo ya Diamond imetoka na sijui yaani sasa hivi hapa Instagram nina na peji zangu maalum za kuangalia mambo ya msingi. Hu, mwingine kaweza kusema kwamba msikatisho tama wa tamaa wa Tanzania na wachache wasojelewa hakuna kutazama nyuma, macho mbele eh, kwenye mambo mengine hu. Mwingine kaweza kusema kwamba ni utaira, wakati juzi tu wametoka kutukanwa kutukaniwa wazazi wao, halafu wana, wana, wana wanachojua ilijua kabisa haya mashamba mazuzu eh, yata, yata, ya, <laughs> yatatutukana sun natoa ngoma tutatukana sun lakini pia anatoa ngoma yatafanya challenge muhimu. Mwingine akizosema kwamba kuna bifu la Mario na Mondi pia linatengenezwa ku trend brada. Huu mwingine akazosema kwamba yani, mimi binafsi naona klipu za huo wimbo zinapita shwa, lakini hata sina shida nazo. Mwingine akazosema kwamba akili sana, akili ni ndogo za wananchi mwingine akaweza kusema kwamba personally nilikuwa shabiki kinda kinda Diamond Platnumz, I say, nilikuwa siambiwi kitu, ila saizi sitamani hata kumwona. Sikuwahi kujua kama kuna siku eh, nitamw follow ila naweza mpaka leo sitamani hata kumfuatilia. Nyie siasa eh, inauma. Mwingine akaweza kusema kwamba Diamond Platnumz kaja kuwatoa kwenye reli wa Tanzania. Mwingine akaweza kusema kwamba dada Mange, samhani niko nje ya mada, nakuomba na, na sana usiende kwenye, eh, kwenye vitu vingine. Mwingine kaza kusema kwamba dada challenge wamesupportiana wao kwa wao, yani kiufupi ni comedians tu. Mwingine kaza kusema kwamba dada wanataka, eh, tunune tu kama foil, kut, eh, kocha wa Yanga jamani huu. Mwingine kaza kusema kwamba dada wa taifa, nakemea vitendo vya eh, watu wa kawaida kwa support wasanii. Hizo ni baadhi ya comment ambazo wamekuwa wakimwandikia madada Mange Kimambi kufuatia hizi challenge ambazo zimekuwa zikifanywa baada ya kutoka kwa huu wimbo wa Diamond Platnumz, na kibaza zaidi ni kwamba Diamond Platnumz amekuwa akiposti katika main page yake ya ukurasa wake eh, wa, eh, Instagram ile main account yake kabisa ya Diamond Platnumz. So maana dada Mange Kimambi ni kama vile amekasirishwa kwa hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa. Una zungumzaji kuhusiana na hichi ambacho ameweza kusema dada Mange Kimambi mapema siku ya leo kufuatia watu kufanya challenge ya wimbo wa nani ambao ameweza kutoa Diamond Platinum, kutoasha komenti yako hapo chini. Mi naitwa Todd Alexander Scott Rizzi, hapa ni jumba la blue blue house, ndio hii hapa Subscribe.